Mm. <laughs> Eh, mrembo. Eh, mambo. Poa sana. Eh, unakaa poa, eh? Unaendaje? Tunaweza enda. Unakaa poa sana. Mimi naitwa Sipis, na wewe? Naitwa Leshan. Oh, mm. Oh. <laughs> jina mzuri kama <laughs> <laughs> oh, ya malaika na unaenda wapi huko? Napelekea mtoto wa sista yangu shule. Oh, unapelekea mtoto wa sista yako. Hiyo ni vizuri, umeamua kumsaidia kumaanisha <laughs> <laughs> wewe hauna mtoto? <laughs> Uh -uh, niko na mtoto. Oh. Ako kwa nyumba. oh, Uh-huh. E, ningependa kukuja hata kumsalimia. Eh, haina shida. Oh, haina shida eh. naweza kuja, naweza kuja ama, ah, bwanako ako, ako lakini alienda job uh. anakujanga kitu saa moja hapo hivi. Oh, haina shida. Si unaweza nisaidia namba yako, masaa mengine nitakuja. Haina eh, shida eh. Then we'll kill Aina wee peleka chakula, wacha mi nirudi hivi, nitakuja masa ingine. mambo poa hata ndio, oh. mm. <laughs> nimekuja kusalimia <laughs> mtoto <laughs> mtoto ayuko, mm. Ametua kaiba kwa majirani oh, ameenda kucheza cheza oh. Na bwanaku ulisema anakujanga, sa anakujanga oh, majioni saa moja hivi oh. Lakini nimempigia simu kama uu naa usalimia mtoto kwa hivyo anakuja sahi. Mi hata nilikuwa na haraka, nilikuwa nataka kutoka. Mama yangu, we ndio nimesikia ulikuwa nataka kuwa na mtoto. Nilikuwa nataka nimepata emergency, nilikuwa naomba kutoka. Nimesikia mtoto akombati, mtoto ako hapa, kidogo tu nikuita kwa na haraka mimi nitakuja tu kumuona wewe, ndio mzee eh? uzuri mze, nimekujua sawa